Jini ndio anayeharibu familia, huyo wa jini ndio anayeharibu biashara yako, huyo jini ndio anayeharibu kila kitu. Vifungwa ambavyo mama navieleza watu wamefungwa, ni majini wanaofunga vifungo hivyo. Sasa tuko tayari kukuhudumia, yoyote, tunakukaribisha. Leo tunaahirisha mkutano wetu, hatumalizi, ila tunaahirisha, na wakati tunaenda kuahirisha, nitumie nafasi kushukuru, kumshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kufika hapa Kerege Matumbi, kuanzia tarehe ishirini na ishirini na nne. Lakini kabla ya tarehe ishirini na nne tuna kama miezi miwili tulikuwa tunakuja na kuondoka kutafuta kituo, na Mungu ametupatia kituo mahali hapa. Unajua ya kwamba ametupatia kibali. Wewe ni maamuzi yako tu kutafuta ukombozi. Hatukulazimishi kubadilisha dini, maana wengine wana mawazo ya kubadili dini. Hapana, Hatukuambii uje kubadili dini, lakini tunakuambia utafunguliwa na vifungo ulivyo navyo. Ni shukuru serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia serikali ya kijiji Matumbi, kata ya Kerege, wilaya ya Bagamoyo na hata mkoa wa Pwani, kwa sababu tumetumia taratibu zote za serikali ili kuweza kufika mahali hapa, na serikali wametupa kibali na Mungu mwenyewe pia ametupa kibali. Bwana Yesu apee sifa sana. Kwa hiyo huduma yetu itaendelea, hatufungi huduma mpaka Yesu atakaporudi. Na nirudie nirudie, mara kwa mara, hatukuambii ubadilishe dini, tunakuambia njoo, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumpokea Yesu kuokoka siyo kubadili dini. Kuokoka ni kujikabidhi mkononi mwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ili huwe huru Mungu hajakuumba uteseke. Mungu hajakuumba upate tabu. Mungu amekuleta Kirege hapa ili siku ya leo usikie habari hizi na upate kufunguliwa kwenye ile shida unazozipitia. Kwa hiyo na nashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nashukuru serikali ya kijiji cha Matumbi, serikali ya kata ya Kirege, wajumbe wa nyumba kumikumi. Wamekuwa na ushirikiano mzuri na wananchi wa eneo hili. Hatujasikia malalamiko yoyote kuhusiana na huduma hii, lakini yawezekana sisi tumekukosea, tunaomba utusamehe. Maana wakati tunahubiri habari hizi, yawezekana kuna maneno ukufurahishwa nayo, kuna maneno ulijiuliza, au wachungaji kwa nini wanasema hivi, ukakosa amani kwenye maisha yako, kwenye nafsi yako, nasi hatuna budi kukuomba msamaha. Kama kulikuwa na neno la namna hiyo, utuone kama sisi ni ndugu zako tunapokuomba msamaha, kubali msamaha wetu, na pia tuendelee kushirikiana. Pasipo kushirikiana na nyinyi, hata zile huduma tunazozitangaza haziwezi zikafanikiwa. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sana sana sana, watu wa Kerege nyote. Mungu wa mbinguni alibariki jeshi la polisi wilaya ya Bagamoyo, maana huduma hii lazima uanze kwa mwenyekiti wa kijiji, uende kwa mtendaji wa kata, ufike kwa, kwa, kwa, kwa OCD ambaye ni kamanda wa polisi wilaya. Hawa tunawashukuru sana. Najua polisi na sisi tunafanya kazi ya namna moja, kwamba sisi tunawashughulikia watu kwa kuponya roho zao, waachane na uovu. Yule anayekaidi ndio yu anakutana na kirungu cha OCD, ndio anakutana na kirungu cha OCS, anakutana na kirungu cha RPC, anakutana na kirungu cha IGP. Bwana Yesu ape sifa sana. IGP wa kwanza, inspekta generali wa kwanza ni malaika Mikaeli. Hiyo ndio IGP wa kwanza. Mfumo unaouona wa kiutawala ni mfumo wa Mungu. Yule Mungu ndiye aliweka mfumo huu ili kuwafanya watu wote, bila kujali imani zao, bila kujali dini zao, lakini hao ndio aliyewaumba wawe na mfumo ambao wataweza kufurahia katika maisha yao ya uumbwaji katika ulimwengu. IGP wa kwanza Mikaeli. Malaika Mikaeli ndiye aliyemshughulikia shetani akampiga kule mbinguni, akamtupa mpaka duniani. Sasa sisi tunashughulika na yule ambaye ndani ya nafsi yake ame, ame.